Kwetu sisi leo, kwa namna ya pekee tunakutana kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao wameaga dunia ya hivi punde, kwa sababu ya shida zilizojitokeza kuanzia tarehe ishirini na tisa na siku zilizofuata. Lakini tunaposali kwa ajili yao, tunasali pia hata kwa wale ambao ni majeruhi bado wanauguza vidonda bado wanauguza mioyo ambayo imepondeka kwa hofu na maumivu makubwa, lakini pia tunaombea familia zote na Watanzania wote wale wanaopenda amani katika nchi yao waweze kutulia katika Mungu, watulie wakiamini Mungu wao aliyewaumba tena akawaumba kwa sura na mfano wake. Hivyo basi ninaanza kwa kuwapa pole. Kulikuwa katika mhangaiko, ulifungwa katika boksi. Sisi wasukuma kuna kitu kinaitwa ikorogoto. Kumefikia hivi Watanzania? Lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Taifa letu limekoswa heshima. Watu walipenda kuja Tanzania, watu walifurahia Tanzania, na ndiyo sababu wamesali, wameomba kwa ajili yetu. Waliotufunga ni wenzetu, ni ndugu zetu, watoto wetu, vijana wenu mliowapeleka huko, wakafanye kazi, wakaajiriwa wamegeuka kuwa mikono miovu, mikono ya dhambi inamwaga damu. Ni dhambi kubwa, ni janga katika nchi yetu tunapoomboleza tokana na vi, na vifo vingi ambavyo Watanzania hatujawahi kushuhudia kwa mtindo huu wa ovyo na wakiovu. Turejee kwanza kabisa katika maandiko matakatifu, tena bila kusahau neno la Mungu katika maandiko matakatifu. Maelfu ya watanzania nasikia, hata wasio kwa watanzania, nasikia wametangulia mbele ya haki. Hao wamefikwa na mauti kila mmoja kwa namna yake. Wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera, kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao, wapo wengine walikuwa hata safarini wakitoka, walipokuwa wakienda majumbani, wawahi watoto wao, wawahi ndugu zao wengine walikuwa ndo wanaelekea majumbani, wagonjwa wakitoka mahospitalini. Hawa yamewakuta yaliyowakuta. Wengine kwa uoga walikuwa wakikimbia ovyovyo, wakikimbia mitutu, mitutu ya bunduki. Hawajavumilia Watanzania hawa kusikia mitutu, Watanzania hawajazoea kusikia risasi. Hawa wote wamepatwa na mauti. Mungu awarehemu awasamehe dhambi zao, wapumzike kwa amani. Wapo wenzetu ambao wanaumia na wao ni kama wamekufa tu, wamepoteza wenzao, wamepoteza watoto wao, wanahangaika hawa wote lazima tuwakumbuke kwa namna ya pekee, wapa pole, tukiweza kuwatembelea tukawafariji, ni tendo jema, ni tendo la kiutu, ni tendo la Mwenyezi Mungu. Hata hivyo wafu wetu hawa, machoni pa wajinga, wameonekana kwamba wamekufa na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa ni uharibifu, kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo. Hivi ni kweli hatujui walichokuwa wakiomba? Hivi hatujui kweli walichokuwa wakitafuta? ndugu zao hawajulikani walipo. Ndugu zao wameonekana wametekwa, wame wameuawa wame, wame, wame wengine wamekimbia nchi wako nje. Hakujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini? Hawa walikuwa wanaomba nini? Waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa hata Mwenyezi Mungu daima tunamuomba usikie, e eh, Mungu. Wasiokuwa na bunduki, wasiokuwa na silaha, waliokuwa na midomo tu wanapiga kelele, yakawafika. Huwa ni dhambi, na ambi za Mungu zinasema, usiue, usiue kwa kupanga, usiue kwa kudhamiria lakini usidhamirie wala usipange wala usimuie kwenda kuua. Leo tunajifunza kuua ili tupate, tunaua ili tuungwe mkono. Tengeneza hofu ili watu wakuunge mkono, wanyamazi. Ni dhambi. Wako wengine kimsingi, mimi naona ni kama walikuwa nachekelea maneno ya mizaha, kejeli. Watu wanadai haki zao, wanaomba, wanakejeliwa. Wengine wanaua kwa kushangilia, kwa kuwashangilia wauaji na kuwapongeza wauaji. Au nao mbele za Mwenyezi Mungu kabisa wanafanya makosa. Mimi nazungumza haya, ndugu zangu kwa uchungu mkubwa, kwa sababu tuna kizazi cha watoto wadogo walioona wakijifunza kutoka kwetu sisi wakubwa kwamba kumbe unaweza ukajieneza, unaweza ukafanyika kukubarika kwa njia ya nguvu, kwa njia ya mabavu. Kunafundisha nini? kunaasa nini? Tunaacha nini ulithi kwa watoto wetu? Ni nini tips hizo zinazozunguka zikionyesha mauaji yalivyokuwa yanafanyika huko? Ndugu zangu, sio kujitetea bali ni kutekeleza uovu. Sisi sio mahakimu wa roho za watu, na wengi wetu hatujui hata taratibu nyingi za usalama za kulinda maisha ya watu na mali zao, hatuzijui taratibu hizi za vyombo vya usalama, lakini tulichoona, tuna kila sababu ya kusema kabisa ule ni unyama. Sasa nitumie neno gani jamani? Nitumie nini? Nilipake rangi gani ili nisitekwe? Nilipake rangi gani ili nisiuawe? Ni lazima niite ni unyama. Hawa wamekosea, wamemkosea Mungu na wamekosea taifa letu kabisa. Hawa wamemkosea Mungu na wametukosea sisi wa Tanzania. Wapo waumini wetu wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kushabikia, wameshiriki hata katika kunyamazia, na wengine pengine wametoa amri kabisa. Tunawakumbusha, hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Kupanga kuua na kuangamiza ni dhambi. Kushiriki kwa kunyamazia, kunyamazia ukimya, kunyamazia uovu, huko nako ni kushiriki. Kushabikia kwa kutoa keje, kwa kejeli, kutoa maneno ya kejeli, kusingizia nako ni kushiriki dhambi hiyo. Ukatae dhambi, ukatae mauaji. Kama uweze kukataa kwa sauti, walau nuna tu zangu, ulie pamoja na wanaolia. Nazidi kuwapa pole, poleni sana Watanzania, ili liwe fundisho na kamwe tusirudie tena. Na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akiri dhambi zake. Unapo kiri haina maana kwamba wewe mwenyewe umelitenda, lakini jamii unayoibeba imetenda. Baba Mtakatifu daima huwa ana kiri, anakiri kwa dhambi za mapadri, anakiri kwa dhambi za watawa, anakiri kwa dhambi za waumini, sio kwamba ametenda yeye.